Amina, uko wapi? Nakuja, nakuja sasa hivi. Nitawamaliza wote. Wote! Hiyo dawa niliyokupa utainyunyiza katika huu mzizi, kisha huu mzizi utaupatia jina la rafiki yako. Utachukua hicho kitambaa utakifunga katika huu mzizi, kisha utanunia kila kitu unachokitaka. Baada ya hapo, utakivunja hichi kijiti kukamilisha hilo zoezi. Hakikisha hayo yote unayafanya ukiwa uchu wa mnyama na hakuna mtu yoyote anayekuona. Mimi Zawadi Matumla ninamuua rafiki yangu Amina, ninamuondoa kwenye uso wa dunia. Nataka riziki zake zote zije kwangu, mvuto wake wote uje kwangu, vitu vyote ambavyo alikuwa na vimiliki nianze kumiliki mimi, kila kitu ambacho kikuwa kinakuja kwake kije kwangu Ninamuua rafiki yangu ninamwondosha kwenye usoani, asiwepo kabisa. Amina najua giza tayari limeshaingia rafiki yangu, lakini changamoto ambazo nimepitia leo zimenichelewesha sana hapa njiani. Nitafika yaani hata hivyo usiku wa manane lazima nifike. Eh, tunai ah, aishu vituko ambacho alikuwa na ki, nataka vitu vyake, nataka mvuto wake, riziki zake, kila kitu kinye uwa. yangu muda umeenda, tuingie ndani tukalale, wezetu watu wameenda. Wa we kulala mtaa huko kimya, tusije tukapigwa mawe. Pa kulala sehemu nyingi, ona, nitalala wapi jamani? Pako siendi kulala

Alafu wewe ndio unaowalea watoto hawa, eh? Sasa wewe Adija, bwana huyu hajamuoa. Bwana huyu hajanitolea barua. Wanaishi tu kijiji, lakini wewe unanipangia mimi masharti. Mimi naona kitakuwa tushirikiane, tunitimue bwana huyu asikae mpaka atoe barua. Kwa bwana gani basi wewe? Hmm. Hmm. Yaani usichokijua ifi yangu. Adija na wewe mwanamume wake. Useme nini kwa huyo mwanamume akuelewe? Ya yaani mimi nishaongea, wewe mikono chini pa. Lakini Adija asikii. Sasa wifi wewe ndio unalea Adija. Wewe Adija amekuzaa umemzaa? Eh? Nimemzaa. Sasa kama wewe Adija wewe ndio umefanya kunzaa. Wewe ndio Adija wewe afuate amliza kwako wewe. Eh? Mbona mimi kaka simfanyii vitu vya ajabu? Au mbona kipindi sisi tuko wadogo tulete mabwana nyumbani kwetu sisi au kaka singechukua wanawake tu kukaa noke kwenye nyumba yetu. Alikuwa anaheshimu wazazi kutokana na wazazoku, malezi. Wewe watu wako unawalea vibaya. Angalia mdogo wake Adija nani? Aziza. Aziza, Aziza yule pale tunasema hana riziki na mtu anajiheshimu. Hana bwana wa maana, hana bwana wa wiki wala wa mwezi, lakini anajiheshimu. Hata kama anafanyia mambo yake sio ya maana anayafanyia huko. Lakini mimi bwana huyu, bwana wa Adija, wao wanasema Adija huyu bwana anampenda sana. Hata mimi nikaongea naye Adija anisikilize, mimi nitataka niwanyoshe wana hapo hapo. Wewe ingia ndani pako, kaa nje mbali pako, mimi na hapo hapo. Wewe unachokitafuta wewe kaskazi ya pua na magharibi ya roho huyo Adija atakutoa chembe. Adija asikii, Adija asikii, na uwe mwanamme wake. Kibaya zaidi, kamleta na mwanamme mwenzie humu ndani. Yuko mwanamke, si mwanamke, mwanamme, si mwanamme, watu wanakaa humu ndani a we ni achie mimi sondo hiyo, we ni achie mimi nitaishi nayo wewe, kalale tulia, niache mimi nikaliwa na mbu nikapigwa mawe na wanga nikapigwa na vibaka, niachie mimi wenda, kalale kapumzike, usio kapata matatizo ukasema ukanishtakia, uka, uka mume wako kampigia simu kwao dada yako, mimi kanifanya nimepigwa mawe na wanga, yeye anang'ang'ania kulala nje. Matatizo haya kwangu mimi niachie, kwa sababu mimi ndo no mia lo, eh, watu wa kinga kama hawa, jamani! Maana yake haya mazima, yani analeta mtu bwana ndani Mtaa huku na sisi tutapita Kisengeyo. Havione na alama mbao hayo? Alafu unamtetea, wewe unaenda kalala. Mimi simtetei. Wewe utajua na mwenyewe na huyo hadi. Mimi naenda kulala. Nitakalokukuta tena. Sio wifi yangu kaniachani nini? Mimi sitaki. Mako wewe una dogo. Nenebwa na wewe. Utajua mwenyewe, wewe una dogo. Mimi naenda kulala. Yaani wao kesemwa wako wewe tu anaanza kucharuka. Oh, bwa kubatizana, batizana. Oh, mipungwani wakili. Yaani mimi ninaongea vina maana ninavyoviongea. Yani wewe mkuu wako mwanae atatoka. Yani ukataka wewe mwenyewe ukapenda, usipende yani huyu atatoka hapa ndani. Adia sana nalifia kama bwa kafika kwa huyo bwana. Mbona anaondoka? Mimi mtu mzima naingia pale, sasa ngine naingia na naingia na net dress tu, najiingiza hapo na lala na mimi mwenyewe. Najua yeye. Saji, saa hizi usiku simu vipi? Yaani mzoko nilikuwa nimeshachoka, nimelala, nimepumzika. Vipi ndugu yangu? Pole sana, mwanja lakini mtoto wa mjini unalalaje mapema hivi? Tajiri bwana, kuna muda mwili unachoka, unahitaji kupumzika. Oh, jamani. Pole sana. Sasa sikiliza mwanjani nakupa mchongo. Mchongo gani tena huo? Mimi na tajiri yangu yuko nje. Tajiri, ha. Tajiri. Ha, nipe mama. Nipe mama. Tajiri yangu anataka mtoto mkali mzuri mm. Mtoto mteke mteke. Tajiri yuko nje <laughs> Ina matajiri huyu yuko nje. Yuko nje. Kama tu kama tajiri yuko nje, usinipeke mimi. Ah, mwanjea hizo tamaa sasa. Ushazeeka hiji goyo mwanjea. Tamaa za nini? Eh, wewe mtafute huyo mtoto mkali, mtoto mzuri. Tajiri jamani, mimi hiji goyo lakini akiniona mwenye setan... Wapi bwana wewe? Umri umeenda huo. Sasa sikiliza. Nataka nikuonyeshe mfano. Ngoja nikuonyeshe. Vipi sasa, mbona mate yanakutoka? Mambo yangu wewe kwani unijui? Saji unijui? Kulia hivyo hivyo. Nataka nikuonyeshe hapa hapa. Eh, sidodoshee hiyo ya kwako. Hii yangu tu? Ya kwako yangu mimi yo tu? Tu, hiyo ya kwako. Tajiri mtoto hmm, mmepata mtoto hmm, mmepata. Haya hmm, kama Hii hmm, sasa ya huyo mtoto hii. Ya huyo mtoto mzuri. Laki mbili yote? Ya kwake hiyo naiamboomabanakuistizia, usije ukampiga panga Siwezi, ushanambia mtu taji, Nampijaje panga? Nakwambia. <laughs> Angalizo lingine, mm, kuna wachawi na washirikina. Kazi achie mimi, hatujua mtu yoyote na kujua wewe. Ai, nimemaliza kila kitu wewe, niachie hey. Na kazi naifanya kazi hela zote hizi, haiwezekani kumpa hiyo zote, lazima nimtie panga. Bali lazima nimtie panga. Jamani watu wana hela jamani hey. Yani leo naenda kwa Lamka. Asubuhi namka pambe tu hey. Amina mwenzako, nimechanganyikiwa yani, nagonga hodi muda wote hapo, we umelala twembo amka tuongee we, Amina wewe Amka basi tuongee, nina matatizo hapa nilipo. Ye ni mwenzako nimechanganyikiwa. Amina we, Amina wewe, Amina we, Amina, Amina, Amina we, Amina wewe, wewe we, Amina, Amina.

Mama utachukua wangapi ngapi? Mama utachukua watu wangapi? Mama Amira utachukua wangapi?

Majuto mm. Alinipenda niliwaua. Majuto mm. Sikumwezishi, siwezi kusahau Majuto, Majuto, nilikuwa rafiki nuka kuwa adui, nilijenga komi juu ya maumivu mm -hmm na sasa kila usiku ni sinema ya giza, nikilia, lakini hakuna anayesikia tena. Ninapiga magoti mbele ya ukuta wa kimya. Sikuomba kwa Mungu, lakini nikajifanya. Sasa kila pumzi ni hukumu, na Majuto ni jina la damu ilianguka. Majuto yamekuwa nyimbo ya maisha. Majuto yana nivu wa utu wangu. Majuto siwezi kurudi nyuma. Majuto sitasahau.